Januari 18 mwaka 2018. Karibu tena katika Global Habari. Jina langu ni Felista Masenta kusomea habari za kitaifa, kimataifa pamoja na habari za michezo na burudani. Tulionaye katika Global Habari siku ya leo, serikali ya Tanzania imezifutia usajili meli mbili zilizokamatwa zikisafirisha dawa za kulevya na silaha. Kwa upande wa habari za kimataifa, huko Mombasa jitihada zinaendelea kunusuru ngome ya kihistoria ya Fort Jesus. Na katika habari za michezo, Mfaransa Pierre Lechantre ndiye kocha mkuu wa klabu ya Simba. Na tunaanzia jijini Dar es Salaam. Serikali imetangaza kuzifutia usajili meli mbili zilizokamatwa zikisafirisha dawa za kulevya na silaha na kuzitaka kushusha bendera ya Tanzania. James Range anatuhabarisha zaidi. Makamu wa Rais, Samia Suluhu Hassan ametoa taarifa hiyo ya serikali wakati akiongea na waandishi wa habari leo Januari 18, 2018, Ikulu, jijini Dar es Salaam na kueleza kuwa licha ya kuzifutia usajili, hatua nyingine zinaendelea ili kuwabaini wahusika halisi. Makamu wa Rais amezitaja meli hizo kuwa ni Kaluba yenye usajili namba IMO 6828753 iliyokamatwa huko Jamhuri ya Dominica Desemba 27, mwaka 2017 ikiwa na shehena ya dawa za kulevya zenye uzito wa kilogramu 1600 na nyingine ni Andromeda yenye usajili IMO 7614666 iliyokamatwa ikisafirisha silaha kwenda nchini Libya kinyume na sheria za Kimataifa. Ameeleza kuwa meli hizo zilisajiliwa Tanzania kupitia taasisi ya Mamlaka ya Usafiri Baharini Zanzibar ambayo ndiyo ilipewa mamlaka ya kusajili meli zote za nje. Makamu wa Rais ameendelea kusema kuwa baada ya tukio hilo Rais Dr. John Pombe Magufuli alimwagiza kufanya kikao na Serikali ya Zanzibar, kikao ambacho kimetoka na mapendekezo kadhaa ikiwamo kuunda kamati maalum ya kupitia usajili wa meli zote pamoja na sheria za usajili na kodi. Katika kikao hicho kilichofanyika Zanzibar, kimehudhuriwa na Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Balozi Seif Ali Idi, na viongozi wengine wamekubaliana kuunda kamati maalum itakayoshirikisha vyombo vya ulinzi na usalama kuanza mchakato wa kupitia meli zote zilizosajiliwa na zitakazosajiliwa kuona umiliki wake. James Range, Global TV, Dar es Salaam. Mahakama ya Hakimu Mkazi Dodoma imeahirisha kesi inayomhusu aliyekuwa mwenyekiti wa UVCCM na mbunge wa Donge Zanzibar, Sadifa Juma Hamis anayetuhumiwa kwa rushwa. Given Mashishanga anatuhabarisha zaidi. Sadifa Juma Hamisi alikamatwa nyumbani kwake Dodoma Disemba 9, 2017 kwa tuhuma za rushwa, akidaiwa kuwapa wajumbe kutoka Kagera vinywaji na pia kuahidi kuwalipia nauli wamchague ili kutetea tena kiticha, ketchup, kiti chake cha mwenyekiti mpya wa UVCCM Taifa. Disemba 19 mwaka huu mahakama hiyo ilikubali kumwachia kwa dhamana mbunge huyo na kuahirisha kesi hiyo mpaka leo Januari 18 ambapo pia imeshindwa kuisikiliza. Mahakama hiyo ilimpatia dhamana Sadifa baada ya kutimiza masharti ya kuwa na wadhamini wenye bond ya shilingi milioni moja kila mmoja. Given Mashishanga, Global TV. Jamii imetakiwa kutoa taarifa ya watoto wanaofanyiwa ukatili majumbani na kufuatilia kesi zao ili kutoa ushahidi utakaopelekea watuhumiwa kupata adhabu kwa mujibu wa sheria. Taarifa zaidi na Idi Mumba. Wito huo umetolewa na mwanasheria wa shirika la kutetea haki za wafanyakazi wa ndani la Wote Sawa kutokana na jamii kuwa na tabia ya kutoa taarifa na kutofuatilia kesi, jambo ambalo linapelekea kesi hizo kuishia hewani kutokana na kukosa ushahidi. Kwenye suala zima la kesi kufikia malengo kuhitimika vizuri, ni kwamba wananchi wafahamu kwamba wana jukumu kama jamii kuisaidia mahakama au waendesha mashtaka katika kutoa ushahidi ambao utaweza kufanikisha mtu aliyefanya kosa kutiwa na hatia, kwa sababu wanaporipoti matukio haya wasiishie hapo wawe tayari kutoa ushirikiano na kufika mahakamani na kufuatilia kesi zinaendaje, sio tu kwamba ulifika polisi, mtu kashikwa, mtu aendi tena polisi. Kwa hiyo maana yake polisi hawatajua pa kuanzia. Mahakama inafanya kazi kwa ushahidi, kwa hiyo ushahidi wa wananchi na kujitoa kwao katika kushirikiana na mahakama na kutoa ushahidi ni jambo la msingi sana na ambalo wananchi wanapaswa walitambue. Aidha, amesema kuwa jamii inatakiwa kutambua kuwa wafanyakazi wa ndani wana haki sawa na wafanyakazi wengine wa nyumbani kwa ujumla wao, bila kujali watu wazima au watoto, ni kwamba hawapewi thamani kutambulika kama waajiriwa kama waajiriwa wengine kwenye sekta nyingine zote. Kwa hiyo hiyo ni changamoto kubwa, hasa kwa kuzingatia kazi nyingi za wafanyakazi wa nyumbani zinafanywa na wasichana pamoja na wanawake kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo wanakandamizwa namna hiyo, watu hawapi kipaumbele, wanaona akishamleta pale anaishi naye tu kama anamsaidia, lakini yeye ni mwajiriwa kama mwajiriwa mwingine. Kwa upande wake Debola Michael ambaye ni mfanyakazi wa ndani ameiomba jamii kuwalinda, kuwathamini na kuwajali watoto wa wafanyakazi wa ndani, kwani wana haki sawa na watoto wengine. Hapo ni kuiambia tu jamii izidi kuhamasisha na ku, na kuambia wazidi wapende kwenye kati yao, wawalinde na kuwathamini kama watoto wengine. Naye mtendaji wa kata ya Butimba wilayani Nyamagana mkoani Mwanza amesema kuwa wamejipanga kutoa elimu kwa jamii ili iweze kuelewa thamani ya mtoto mfanyakazi wa ndani. Ni jukumu letu sisi kama viongozi wa kiserikali kuhakikisha tuna waelimisha waajili wao ama tunaelimisha jamii kwa ujumla ya Kitanzania, hasa katika kata ya Timba. Kutoka Mwanza, Idi Mumba, Global Habari. Na baada ya taarifa hiyo kutoka kwa Idi Mumba, tupate mapumziko mafupi, kisha tutarejea katika habari za kimataifa. Katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote, Global Publishers The House of Favorite Newspaper, imekuletea application inayoitika kwa jina la Global publishers. Ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo, kutazama Global TV, kuenjoy burudani ya muziki kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers, vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo na michezo. Vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu, ni Global Publishers. Ingia sasa Google Play na App Store na udownload bure application hii ya Global Publishers ufurahie na kuwa wa kwanza kuhabarika. The Na sasa tumerejea katika habari za kimataifa. Mawimbi makubwa ya maji bahari ya Hindi yamesababisha ngome ya kihistoria Fort Jesus kuwa katika hatari ya kubomoka. Mwandishi wa VOA Salma Mohamed ametembelea eneo hilo na kuandaa taarifa ifuatayo. Ngome ya kihistoria ya Fort Jesus inakabiliwa na hatari ya kuporomoka kutokana na mawimbi ya bahari Hindi maji ambayo huletwa na mawimbi makali yamepiga na kuharibu msingi wa ngome hiyo iliyojengwa miaka mia tano iliyopita na Wareno. Hali hiyo sasa inatishia kubomoa ngome hiyo iliyo Mombasa. Kutokana na hilo, wasimamizi wa turathi hiyo ya kitaifa chini ya ufadhili wa serikali ya Kenya na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu turathi UNESCO wameanza ujenzi wa ukuta kuzuia mawimbi hayo kwa muda wa miaka mitano na pia Wareno kwa wakati huo walikuwa wamejenga ukuta wa kuzuia maji yasifike karibu na ukuta wa ngome. Baada ya miaka mia tano tumegundua kuwa yale maji e, tukisema yalivunja ile ukuta uliokuwa umejengwa ya kaila kama unavyosema in, in quotes ikawa maji sasa yako katika ukuta ya Fort Jesus, na inaanza kuendelea kuchimbua msingi wa ngome ya Fort Jesus. Baada ya mazungumzo na mwenyekiti wa kitaifa wa tume ya ardhi nchini, Mohamed Siwazuri, vikwazo dhidi ya ujenzi huo vimeondolewa na unatarajiwa kuendelea hivi sasa. Watu wa museums wamekuja wametueleza, kwamba wa hiyo decision ya reclamation na minutes wako nazo kusema kwamba hakuna reclamation. Sasa hapo ndio tutarudi tutoe tangazo pamoja na wao na county government kesho ili hiyo kazi yao ya kuzuia ukuta wa For Jesus uendelee. Maana hata sisi tuko na jukumu la ku protect. Upande wao wavuvi wadogo wadogo wanahofia ujenzi huo huenda ukatatiza shughuli zao. Huu ukuta unajengwa hapa, lakini hii sehemu inaojengwa ni sehemu ambayo wavuvi wangu wadogo wadogo wanatumia, hasa wavuvi ambao watumia kanuzi vihori vile ndio maeneo inaotumia kufanya fishing na ile sehemu ni muhimu sana kwa wavuvi kwa sababu ndio sehemu inaowalisha wale samaki, utapata biting zote ziko pale. Ngome ya Fort Jesus ni mojawapo ya turathi zilizohifadhiwa duniani, ni jumba lililohifadhiwa zaidi ya miaka mia tano na sasa linatishiwa kuharibiwa na mabadiliko ya tabia nchi. Wahifadhi wa turathi wana matumaini ya kuokoa turathi hii ambayo ni kivutio cha utalii kote duniani. Salma Mohamed, VOA, Mombasa. Sasa tunaelekea nchini DRC. Shirika la afya duniani limeonya kuwa mvua kubwa na mafuriko zaidi huenda yakaleta athari kubwa zaidi kwa mlipuko unaoendelea wa ugonjwa wa kipindupindu huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mpaka hivi sasa ugonjwa huo umesababisha vifo vya watu 45 wa katika mji mkuu wa nchi hiyo Kinshasa. Mwandishi wa VOA ana taarifa zaidi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikikumbwa na mlipuko wa kipindupindu tangu mwezi Julai mwaka jana. Kuna zaidi ya visa elfu hamsini vya ugonjwa huo vilivyoripotiwa na zaidi ya watu elfu moja wamepoteza maisha yao. Mafuriko ya hivi karibuni pamoja na wakazi kusita kutafuta usaidizi ni baadhi ya yaliyochangia hali hii kuwa mbaya hata zaidi. Watu wengi hufika wakiwa wamechelewa na wakiwa na upungufu wa maji mwilini. Kabla ya kuanza kuwatibu, wanakufa kwa sababu kule walikotoka tayari wamepoteza maji mengi mwilini, na hali hiyo haiwezi kudhibitiwa. Mama yangu amekuwepo hapa tangu jana, hata siwezi kumtazama. Alianguka jana usiku, alikuwa anatapika na kuharisha sana, na hatujui kama atapona. Tuna wasiwasi kuhusu mama yetu. Maafisa wa afya wanasema ugonjwa huo sasa umesambaa kwenye maeneo mengi ya mji mkuu Kinshasa. Kuna vitongoji 35 vilivyotengwa kiafya katika mji wa Kinshasa, na kwa hiyo jukumu letu kuu ni kuwatahadharisha wote. Kwa sababu ya mafuriko na mvua kubwa, ni lazima kudhibiti kipindupindu. Kwa hivyo kwa sasa kati ya vitongoji 35 mjini Kinshasa tumeripoti visa kutoka wilaya 12. Maafisa wa shirika la afya duniani wanasema idadi kubwa ya watu waliofurushwa makwao nchini in DRC inachangia hali hiyo kuwa ngumu hata zaidi. Kwa hivyo juhudi za kukabiliana na kipindupindu zinapata changamoto kutokana na mzozo wa kibinadamu nchini DRC kuna takriban watu milioni 4.5 waliofurushwa makwao kufikia Desemba mwaka wa 2017 ambalo ndilo kundi kubwa zaidi la wakimbizi wa ndani katika nchi yoyote barani Afrika. Maafisa wanasema mapigano katika maeneo mengi yanasababisha karibu asilimia 60 ya vituo vya afya kufungwa. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington. Na baada ya taarifa hiyo tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea katika habari za michezo.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 Desemba 17, 2017 kwa shilingi 500 tu. Amka na gazeti la Sports Extra Jumapili hii na kila Jumapili, imeletwa kuziba pengo lililopo katika magazeti ya michezo siku hiyo. Kumbuka Sports Extra kuwa mtaani kila Jumapili kwa shilingi 500 tu. Mtazamaji wa Global TV Online, sasa tumerejea katika ulingo wa michezo. Klabu ya soka ya Simba imemtangaza rasmi Pierre Lechantre kuwa ndiye kocha mkuu wa klabu hiyo akichukua mikoba ya Cameroon Joseph Omogi. James Range anatuhabarisha zaidi. Kocha huyo raia wa Ufaransa ametua nchini Jumanne usiku na uongozi wa Simba umefanikiwa kumficha hadi leo alhamis anapotarajiwa kusaini mkataba na klabu hiyo. Lechantre amekuja pia na kocha wa viungo Moroko Mohammad Aiman Habib ambapo ataanza kazi mara moja na akisaidiwa na kocha msaidizi wa sasa wa Simba masud Juma ambaye alikuwa akikaimu nafasi hiyo. Kocha Lechantre ameshawahi kufundisha klabu kadhaa duniani kikiwemo kikosi cha timu ya taifa ya Cameroon kilichotoa ubingwa wa Afrika mwaka 2000. Kocha huyo pia alipata kuwa kocha bora wa Afrika mwaka 2001 na, na pia barani Asia mwaka 2012 na. James Range, Global TV, Dar es Salaam. Na baada ya taarifa hiyo kutoka kwake James Range, tuungane na Azizi Yashimu akiwa studio namba 2 katika uchambuzi Asante sana Felisa Masai kutoka studio namba moja. Na kukaribisha katika uchambuzi jioni ya leo. Jina langu naitwa Aziz Heshim na kama kawaida studio niko na mchambuzi wetu anaitwa Elvan Sambuli ni mwandishi na mchambuzi mkongwe. Karibu sana Sambuli. Nakushukuru kushukuru Aziz. Mada tunakwenda kujadili leo ni kuhusu tamko la serikali. Sambuli, serikali imetangaza kuzifutia usajili meli mbili zilizokamatwa na silaha na pamoja na, ma, na madawa kulevya. Haya amezungumzwa na makamu wa rais leo Ikulu, wakati akizungumza na waandishi wa habari. Unazungumzaje tamko la unazungumzaje hatua ya, ya serikali kuzifutia usajili meli hizi? Kwanza ni, ni ni tamko au naweza nikasema ni kitu kizuri serikali imefanya, lakini pia nikumbushe tu niwakumbushe watazamaji wetu kwamba serikali ya Zanzibar iliwahi kufanya hivyo mwaka 2012 ambapo ilifuta usajili wa meli mbili za Irani ambazo zilikuwa zikipeperusha bendera yetu tu sasa ile kufuta vitu kama hivi kuna sababu mbili kubwa sana. Kwanza kabisa kwa sababu hizi meli zilizofutiwa eh, zilizofutwa leo na makamu wa rais zilikamatwa, moja ilikamatwa huko Dominica ikiwa na shehena ya madawa ya ya kulevya, na nyingine ilikamatwa ikiwa na silaha, vitu ambavyo ni hatari dunia nzima inapiga marufuku vitu kama hivyo. Sasa nikitolea mfano mwaka ule 2012, waziri wa uchukuzi wa visiwani Zanzibar Bwana Rashid Suleiman Saif alisema kwamba walitapeliwa na mawakala wa nje ambao walizisajili zile meli, kwa hiyo zika zinapeperusha bendera ya Tanzania na kusafirisha mafuta ya Iran kwa kukwepa vikwazo vya, vya, vya Umoja wa nchi za Ulaya na Marekani yenyewe. Sasa baada ya kugundua vile, wakaja kugundua kwamba meli karibu 36 zilikuwa zinafanya shughuli kama hiyo, kitu ambacho kilikuwa ni hatari sana kwa taifa letu. Kwa hiyo hizi meli nazo ambazo zimekamatwa, zime zimekamatwa huko nje zikifanya shughuli hizo haramu na serikali imechukua hatua, ni jambo ambalo la, la, la kuipongeza serikali na kusisitiza tu kwamba serikali lazima iwe macho, kwa sababu vitu kama hivi vinachafua jina zuri la Tanzania meli imesajiliwa Tanzania lakini inakamatwa ikiwa labda Dominika huko kwa mfano, sio kwamba imetoka Tanzania, imetoka nchi nyingine kwenda nchi nyingine ikiwa na, na mzigo ambao si halali kama silaha ma, madawa kulevya. Unadhani una taratibu za usajili wa wa, wa wa hizi meli zinafuatwa na mamlaka ambayo inahusika, ina, inazifuatilia kwa karibu meli baada tu ya kuzisajili, au ikishasajiliwa inaachwa iendelee? Nafikiri kuna udhaifu fulani, kuna udhaifu fulani kwamba baada ya kusajiliwa hizi meli hakuna ile monitoring, yani ufuatiliaji wa karibu. Kwa hiyo kitu cha muhimu kwa sababu eh, makamu wa Rais eh, mama Samia amesema kwamba ameunda kamati, mimi nishauri ile kamati kwamba eh, wakati umefika wa kutengeneza utaratibu wa kufuatilia kwa karibu sana meli hizi ambazo zinasajiliwa kwa jina la nchi yetu kwa sababu inapofanya makosa makubwa kama haya, kwa kusema kweli, inakuwa ni hatari kwa nchi yetu, kwa sababu kuna nchi hizi za jumuiya ya Ulaya na mare, Marekani ambao wanatusaidia kuna kuna misaada tunapata kule, wanaweza kuona kwamba sisi tumo mule, wakatunyima misaada ikawa ni, ni hasara kwa taifa. Ni ni kweli unachokisema Istanbul, kwa sababu pia zinachafua sifa ya Tanzania nje ya mipaka ya Tanzania. Labda sasa tu kwa, kwa, kwa kumalizia, kwa kuhitimisha, unazishauri nini mamlaka husika? E, kwanza mamlaka husika zijue tu kwamba hawa watu wanafanya hivi kwa sababu gani? Wanasama, wanafanya hivi kwa, kwa sababu wanaona kwamba Tanzania ni nchi ambayo kwanza, huwezi ukafikiria, ukiona meli inapepea bendera ya Tanzania, huwezi ukafikiria kwamba inaweza kawa na inaweza kawa na madawa ya kulevya, inaweza kawa na silaha kwa hiyo anafanya vile kwa, ku, kwa, ku, kwa kuangalia kwamba nchi yetu ni nchi ya amani na ni nchi ambayo dunia inatu, inatuamini. Kwa hiyo kitu cha kufanya sasa hivi ni eh, serikali eh, ile mamlaka inayosajili hizi meli ifanye kila linalowezekana kujua kwamba meli iliyoko huko mbali huko inafanya shughuli gani, na ikiwezekana, kila wakati wapate taarifa kwamba meli hii inatoka huku kwenda huku ikiwa na mzigo fulani, ili kufanya monitoring ya karibu sana wasituchafue huko nje. Naam, nashukuru Sambuli kwa uchambuzi wako mzuri. Ni matumaini yetu kwamba agizo lililotolewa na Mheshimiwa Makamu wa Rais la kutaka kamati iundwe na wote ambao wamehusika katika sakata hili la kuichafua nchi yetu nje ya nchi wanapatikana na, na wanachukuliwa hatua kulingana kwa mujibu wa sheria. Mpaka hapo tumefika mwisho wa uchambuzi. Jina langu naitwa Azizi Hashim na stu, studio nilikuwa na mchambuzi wetu Elvan Sambuli na kurejesha studio namba moja kwake Felisa Masae kuendelea na Global Habari, asante sana Azizi Hashim na mtazamaji wa Global TV online, kufikia hapo, ni tamati ya Global Habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers, Twitter Global Habari, YouTube channel yetu ni Global TV online. Subscribe ili uendelee kuitazama Global TV popote pale ulipo. Pia usisahau kudownload app yetu ya Global Publishers kupitia Play Store pamoja na App Store kwa wewe ambaye mwenye simu yenye iOS pamoja na Android. Nikusi uendelee kuitazama Global TV online na kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa Global Habari, jina langu ni Felista Masai.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 Tanzania. Ni lazima tujifunze sisi wa Tanzania kujivunia utanzania wetu. Kuwa mzalendo, unga mkono juhudi za rais. Safiri na Air Tanzania nchi nzima. Tangazo hili limetolewa na Global TV Online mm.